Katika sunna ambayo wameiacha baadhi ya Waislamu, bali baadhi yao wameiacha moja kwa moja. Baadhi ya watu wameifanyia wepesi, bali baadhi yao wameiacha moja kwa moja. Na hawa walioiacha hii sunna moja kwa moja, moja kwa moja hum sufiyatu ahlul bida, hawa ni masufi wakiwa tariqa na watu wengine katika watu wa uzushi, sunna hii wameiacha na sunna hii tukaelezea, ameahidi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watakao watakaoiacha magomvi, na uadui na mifarakano baina yao kwa ajili ya sunna na, na haya ndio tumeyaona katika hutuba ya kwanza. Sunna hiyo tukasema sio nyingine, bali ni kuziweka sawa safu, kuzinyosha sawa safu, kuziweka sawa safu. Tukaiona hadithi aliyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam

Alipo yatamka haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Allah atawatenga atatofautisha katika mioyo yenu mkiwa hamweki sawa safu. Qala ah, anasema Nuhmani, faraaytu rajula yunziqu mankibahu bimankibi sahibihi. Anasema nikamwona mtu baada ya haya maneno anaweka sawa bega lake pamoja na bega la mwenzake. Sikiliza safu inavyonyosha ondoka na muktahiwe anaweka sawa bega lake pamoja na bega la mwenzake. Wa rukbatahu bi rukbati sahibihi, na nkamwona mtu anaweka sawa goti lake kwa goti la mwenzake. Yaani wewe kalili unaipiga hivi nikamwona mtu analiweka sawa goti lake pamoja na goti la mwenzakeni, wanaambatanisha wanagusishana mabega na, na magoti, akasema wakabahu bikabihi mm, lakini pia nikamwona mtu anaweka sawa kifundo chake cha mguu kwa kifundo cha mwenzake. Kwa wewe mtaalamu wa kuweka vii, kuwa makini, hiyo vii yako sofu ainyoshi kwa kuwekwa, kwa kuwekwa vii Safu inanyoshwa kwa huu mguu mzima, mkauambatanisha hivyo swafu. Soku kuweka vii. Sikiliza haditha sasa. Na mkamwona anaweka sawa kifundo chake kwa kifundo cha mwenzake, wanaambatanisha vile vifundo wao, naweka vii hivi, huku kifundo kiko wazi. Ukiweka sawa kifundo kote, mstari nini, swafu yote, mguu wote utakuwa umeambatana.

Anapenya safu ya kwanza anaangalia mbele, anaangalia sawa nyuma, anaangalia eh, anarudi tena safu ya nyuma ana, hivyo anazikagua swafu. Huyu ni Rasuli nda anayafanya hayo. Leo watu wakitokea wanayafanya hayo wasemwa vibaya, ni wanajiuliza, kwani nyie Waislamu ogwa yani, kwani nyiye mko vipi? Mbona watu wanaozitetea sunna na kuzifanyia kazi sunna nyie ndo mwachukia? Kwani nyinyi mlifanywaje? Hizi ni hadithi zipo katika vitabu hivyo tunavyovinukuu, vya mwanzo katika Uislamu, ambapo ndo marejeo yetu. Mimi na wewe, nukuu yangu na yako, inabidi irudi kule, kwa sababu mimi na wewe hatujamwona mtume swallallahu alayhi wasallam. Wanasema, anaeleza sahaba huyu mtukufu Baraa bin Azib, alikuwa mtu sakana. Elewa neno kana, ni desturi u so jambo la mara moja, alikuwa anafanyaje? yatahallalu safa min nahiyatin ila nahiyati, anaingia ingia, anapenya katika safu kutoka pande mmoja kwenda mwingine. Alafu akisha penya anafanyaje? yamsahu sudurana, anayashika bana, anavishika vifua vyetu, akipenya penya, akiona mtu amekaa vibaya, anavishika vifua vyetu anavigusa vifua vyetu, wamanaakibana na anayashika mabega yetu, anayaweka sawa, kwa kuyashika vifua na mabega. Wayaqulu, na anasema la tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Ah, nyinyi maswahaba ja msitofautiane nyinyi katika safu, we bega lako lisikaye upande na la mwingine likakasa, yote yakae sawa, kifua chako kisichomoze kwenye safu mkiweka sawa hivi, ambia weka sawa, msitofautiane katika safu zenu, alafu anasemaje? fatakhtalifa qulubukum, zikaja kutofautiana nyoyo zenu, mkawa mwachukiana nyinyi yampendani wa Islamu, kisa ni safu. Kwa hiyo nataka nikwambia hivi leo, ukiona mtu anapita katika swafu kukuweka sawa kifua chako, usichukie hilo, sunna katika hadithi nyinginezo huko bali akawa nawaambia sana na muwe ni walaini katika mikono ya ndugu zenu wakati wanapokupanga katika safu. Sio mtu atakakupanga, atakapukupanga wewe ndio unakaza mwijani, hapa nilipoweka mimi unitoi vipi? Ah. nyinyi Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia maswahaba, walinu bi aidi ikhwanikum, au kama qala, na kuweni ni walaini ni mikono ya ndugu zenu wakati wanapokupangeni katika safu, usiweke mgumu mwili wako wala usimchukia anayekupanga. Hii ndiyo dini. Ayuha nasu ibadallah. Maneno ni marefu lakini mimi siwachoshi, ila kinachotuumiza sana sana zaidi ya sana ni kuwa ndugu zetu watu wa tarika na wengineo la kuweka sawa swafu hili wao kabisa, kana kwamba wamejiungwa kama vile alipo apita tu imamu asema wekeni sawa, sawa, wekeni swafu. Acha la ajabu! Sasa sisi tunaposimama kuwafundisha watu haya na kueleza sawa watu, hindi, kumodya, watu, wa kueleza watu wakae sawa katika hili wanasimama mahatibu. Mimi siku moja nimewafunza watu hili jambo, akafikishiwa shekh wa tarika katika maeneo yetu, lakini simtaji, na msikiti huo simtaji, msikiti mkubwa ni mtu ambaye watu wanarejea kwake. Bwana na kijana anasema hivi na hivi na hivi, akasimama siku ya Ijumaa anawaambia watu, heti watu, tunyoshe swafu, tuweke swafu, he para, tunapokuwa tumerukuu, tume mbona humu katikati kuna mwanya humu, shaitani zanapita kama wasema tuweke sawa saui shaitani anapita, kwa ajili ya kuweka sawa, tunaporukuu au tunapokuwa tumesimama huko, katika siku juma, na huko shaitani sanapita huko, anauambia umma umma siku ya Ijumaa, na ni shehe mkubwa huyo. Ndio ndotakuja kujua hao wenzetu hawasomi dini hawa, kuna masomo yao wanayosoma, hajui yalolisema hilo ni nani yani, hajui kuwa mtume u ni kumswadikisha Mtume fima akhbara kwa kila alichokitolea habari akakisema. Wewe ukiamini hasa Mtume asalm kambia, mimi ninayaona mashaitani yanapenya katika imiguu yenu, msipoziba ile myanya, mtu atokakasema huko hey, katika katikati. Ndio takuja kujua hawa wenzetu dini hawaisomi, na ndio maana tukukatazeni kusoma kwa watu hao. Someni dini yenu kwa watu wa Sunna.